Uh, ugali wa dona ni bora zaidi kuliko ugali wa sembe kwa mtu ambaye ana sukari. Uh, watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba ugali ni ugali. Kama ugali unaongeza sukari, sasa kwa nini ugali wa dona uonekane bora kuliko ugali wa sembe? Kwenye ugali wa dona kwa sababu ile mahindi yanakuwa hayajakobolewa, hivyo unakuta kuna zile fibers au nyuzinyuzi nyuzi ambazo zina control kiasi cha sukari kuweza kuingia kwenye damu. Kwa hiyo unajikuta kwenye ule ugali wa sembe hauna fibers. Kwa hiyo kiasi cha sukari kuingia kwenye damu kinakuwa not controlled. Kwa mtu anajikuta anapata sukari nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni vema sana ukatumia ugali wa dona kuliko ugali wa sembe. Lakini ukiang ukiangalia kwamba hapa, uh, athari za sukari kwa mtu anayekuwa ametumia ugali wa dona na anayekuwa anatumia ugali wa sembe, athari za sukari kwenye huku unaweza ukadhibiti lakini huku kwenye ugali wa dona inakuwa changamoto kidogo kudhibiti. Lakini ushauri mwingine wa muhimu sana ni hata ugali wa dona wenyewe usiule kwa kiasi kikubwa, changanya na mboga nyingi, protini kama vile samaki, kuku na maharage, na alafu uepuka kula ugali mwingi usiku. Hivyo usichukue tu kwamba oh, kwa sababu wamesema ugali wa dona ni bora basi ukajiachia Ukala ugali mwingi. Hapana, kula ugali kidogo, epuka kula ugali usiku, na utaweza kucontrol sukari yako. Karibu sana Afya Key.